nafasi hii kuipongeza halmashauri yetu ya wilaya ya Chunya kuweza kutimiza takwa la kisheria kuweza kutenga hizi fedha za asilimia kumi, na leo hii tunakuja kuzigawa kwa washiriki hawa na wao waweze kunufaika, na kunufaika kwao maana yake uchumi wa Chunya unaenda kukua na kupaa zaidi. Tuendee <laughs> kuipongeza pia vile vikundi vyote ambavyo vimeweza kukidhi vigezo na leo mmefika hapa kuweza kukabidhiwa hizi fedha ili sasa muweze kwenda kufanya biashara, mjipigie makofi. Kama ambavyo mmesikia kwenye taarifa, maombi ya vikundi yalikuwa ni mengi, ambayo takribani ukijumlisha yamefika bilioni 5.7. Maana yake vikundi ni vingi na uhitaji ni mkubwa, hivyo sisi tuliopata hivi Tujiulize, sisi ni wakina nani mpaka tuebahata bahati hii kuweza kuweza kupata hii mikopo? Tujipige makofi. <coughs> Hivyo kupitia hadhara hii, twaendelea kuwaomba washiriki cha kwanza waendelee kuzingatia maandiko yote ya miradi ambayo nyinyi mmeandika na mmeyaleta, msimamie miradi ambayo mtaenda kuitekeleza, lakini kubwa zaidi muonyeshe uaminifu katika kufanya biashara, lakini kwenye urejeshaji wa hizi fedha. Ndugu washiriki, mmemsikia hapa kwenye taarifa aliyokuwa anaitoa kwamba leo peke yake tutapokea hundi yenye thamani ya bilioni 1.8 kwa ajili ya kutekeleza miradi yetu na katika kila kikundi. Fedha hizi tuzitumie kwa usahihi, ili tuendelee kuongeza kipato kwenye familia zetu, kwenye kikundi chetu na kwenye jamii inayotuzunguka. Lakini mmesikia kwenye taarifa yake, baadhi ya maeneo kumekuwa kuna changamoto, na changamoto hizi ni namna ambavyo, cha kwanza, fedha ambazo tunakuwa tunapewa hatuendi kutekeleza yale ambayo yamekusudiwa kwenye fedha hizi. Niwaombe fedha hizi tukazielekeze kwenye kulingana na andiko la mradi, ili zete ziweze kuleta tija kwenye vikundi vyetu, lakini ziweze kuleta tija kwenye jamii yetu. Lakini jambo la pili, ameeleza hapa, vikundi vingi vilishapata hizi fedha, wanawaza kugawana na baadaye vikundi vinasambaratika. Niwaombe ndugu zangu, tuzipokee hizi fedha na sisi tukazitekeleze kwa kwa kadri mkataba ambao tutakuwa tumesainishana leo, vikundi vyetu viendelee kuwa imara, tuendelee kuzalisha na tuendelee kurudisha mikopo, ili baadaye waweze kukopa watu wengi zaidi. Tuonyeshe uaminifu wetu, turudishe hizi fedha kwa wakati, wengine waweze kukopa, lakini sisi pia tuweze kukopa mara mbili zaidi au mara tatu zaidi. Imani yangu leo, tunakopesha bilioni 1.8 na mpaka sasa hivi tumeshakopesha bilioni 2.7. Baada ya miaka mitano inayokuja tutaweza kuwa tumekopesha zaidi ya bilioni tano au na kuendelea. Kwa bahati mbaya, mimi ndiye mwenyekiti wa mikopo kwa sasa, pamoja na baadhi ya wajumbe wa kamati ya usalama. Imekuwa hivi kwa sababu watu wengi walikuwa hawarejeshi. Hii mikopo inatolewa bila riba, lakini kwa bahati mbaya vikundi vyenyewe vinakopeshana wao kwa wao kwa riba, lakini wanarejesha. Lakini watu wamekuwa si waaminifu, hawarejeshi na jana tulikuwa tunapita huko, baadhi tuliwakamata kwa siku moja tukaweza kurejesha kama milioni saba. Ina maana wanakuwa wanafanya makusudi. Kwa mimi ni kuahidi kwa vile vikundi ambavyo ni waaminifu, kama walikuwa wamekopa kidogo, wanakuja wanaongezewa. Tunacho kikundi cha vijana walikopa milioni thelathini kwa mara ya kwanza; baada ya kuonyesha uaminifu, tumewakopesha zaidi ya milioni tisini. Kwa hata akina mama pia. Kuna baba mmoja anatokea Itumbi na yeye ni mtu mmoja alionyesha uaminifu kwa mara ya kwanza, alikopesha milioni tatu, lakini sasa tumemkopesha zaidi ya milioni saba yeye peke yake. Kwa hata hivi vikundi ni watie moyo, kwa kile kikundi ambacho kitakuwa watakuwa waaminifu, wanaweza wakapata hata zaidi ya mara mbili ya mkopo aliyoupata sasa hivi. Lakini kwa wale ambao wana nia ovu, wana nia mbaya, tutaonana na wabaya. Sisi hatuko tayari kupoteza hii mikopo. Watu wengine hawatapoteza hawatakosa wata mikopo kwa sababu ya watu wachache. Tutakukamata tutakuweka ndani. Kwa hiyo tusije tukachukulia lelemama hivi vitu. Lakini pia kuna watu ambao wamekuwa si waaminifu. Mtu mmoja ambaye ana uwezo ni mfanya biashara, anatafuta vijana, anawadanganya kwamba wanaokopa wao. Serikali ni mkono mrefu, inaona mpaka mbali. Lakini pia wapo wengine ambao sio waaminifu wanaozuumu hadi wazazi wao na wao, kwa kupitia uchunguzi huu lazima tutawanyima mikopo pia. Kwa hiyo mimi niseme mambo mawili tu makubwa. Mikopo hii ya makundi maalum ya vijana, kinamama na watu wenye wa, watu wa, watu wenye ulemavu imegawanyika katika makundi matatu, tukiwa na asilimia nne nne mbili. Kundi kubwa ambalo linakopa mikopo na linarejesha kwa wakati ni kundi la kinamama. Kina mama jipigieni makofi. Vijana wenzangu, sisi kama vijana tuna kesho nyingi sana. Serikali ya mama Samia imeona umuhimu wa kutoa mikopo isiyokuwa na riba. Ni vyema tukajua jinsi ya kurudisha mikopo kwa wakati, ili vijana wenzenu waweze kukopa wengine. Sijui kama naeleweka, vijana wenzangu? Ninaomba sana, mikopo isiyokuwa na riba inatujengea uwezo sisi kama vijana kuingia kwenye mchakato kutafuta ma wa kutafuta maeneo ya kiuchumi. Kwa hiyo ni wakati mzuri wa kurejesha mikopo kwa wakati ili na wenzetu wengine waweze kukopesheka. Mpaka mwaka huu wa fedha halmashauri imeweza kuchangia milioni 744,267 kwa ajili ya vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Mheshimiwa mgeni rasmi, halmashauri ilitoa tangazo la kutoa mikopo mwezi Februari na jumla ya mikopo yenye thamani ya shilingi bilioni moja, bilioni tano nukta saba iliombwa na vikundi mia mbili hamsini na sita lakini baada ya kamati mbalimbali mbali kupitia hivi vikundi tumeweza kupata mikopo yenye thamani ya shilingi bilioni moja na milioni themanini na tisa na themanini na tatu elfu ambayo itatolewa kwa vikundi mia moja thelathini na moja. Lakini halmashauri imekuwa ikitoa mikopo kuanzia mwaka elfu mbili kumi na saba kumi na nane na mpaka ishirini na nne ishirini na tano tumetoa mikopo yenye bilioni mbili uh, pointi saba, na wa kwanza tulitoa mikopo awamu ya kwanza ya shilingi milioni mia nane na tatu na laki mbili kwa vikundi 83. Mheshimiwa mgeni rasmi leo hii tunatarajia utakabidhi hundi ya hizo fedha nilizotaja za bilioni moja nukta sifuri nane kwa vikundi mia moja ishirini na saba. Mheshimiwa mwenyekiti, tulitoa mafunzo kwenye vikundi vilihusu uhamasishaji wa uundaji wa vikundi masuala wa, ya uundaji wa katiba, uh, utaratibu wa kufungua akaunti, lakini tuliwafundisha kuhusu andiko la mradi, namna ya kuomba mkopo kwenye mfumo, ujasiriamali, usimamizi wa kikundi, utatuzi wa migogoro uh, usimamizi na uendeshaji wa miradi, usimamizi wa biashara, utunzaji wa kumbukumbu, kuweka -kumbu, akiba na usimamizi wa fedha na mali za kikundi. Mheshimiwa mwenyekiti, mafanikio tuliyoyapata, Mheshimiwa mgeni rasmi, mafanikio tuliyoyapata tumeweza kufundisha vikundi 127 vyenye wana, wanachama 635, lakini pia tuna changamoto Mheshimiwa mgeni rasmi, changamoto ya kwanza ni vikundi kuomba mkopo wa fedha nyingi ukilinganisha na uhalisia wa miradi yao. Lakini changamoto nyingine ni vikundi kutorejesha mikopo kwa wakati, na, na changamoto nyingine ni vikundi kusambaratika baada ya kupata mikopo. Endelea kutufuatilia kupitia YouTube ambako tunapatikana kwa Chunya DC online website ama tovuti tunapatikana kwa www chunya dc go tz ni, lakini Instagram tunapatikana chunya underscore official.